Usisemeneno, mjakazi maskini alimwokoa wa bosi vakebilionea bada ya kumkamata mume wake akijaribu kufanya hivi. Mkono wa Sofia uli kwa haraka na kufunika medomo Madam Margaret, kwa sekunde ile ile mlango wa chumba cha kulala ulipoanza kufunguliwa. Usisemeneno elisong ona pumzi ikizuiliwa, macho yakiwa kiwa makubwa. Upande wa pili wa mlango, sauti ya mwanaume ilipita kupitia ufa tulivu, baridi ilikuwa ni Jacobs Nelson, mume wa Madame Margaret, akizungumza kwenye simu kana kwamba alikuwa akiagiza viatu vipya. Yeye ana miaka 48, hakuna mtoto, wazazi wake wamekufa, kila kitu kitakuwa changu. Tutamaliza kimya kimya usiku huu. Moyo wa Sofia ulipiga kwa nguvu sana, hata aliweza kuusikia. Vidole vya Madame Margaret vilikamata mkono wa Sofia wanawake wawili walisimama wameganda katika mwangaza wa taa ya ukoroni, mmoja akiwa amevaa robe ya lesi ya bulu, miwani yake ya kusoma ikining'inia kwenye mkufu. Mwingine akiwa amevaa gauni la rahisi la mjakazi, akishikilia rundo la taulo safi ambazo ghafla zilihisi kuwa nzito kama mawe. Kama unapenda hadithi hii, tafadhali like, comment na share. Fuatilia channel yetu kwa hadithi zaidi za kusisimua zinazokuja. Kigongo cha mlango kiliguka. Jacobs alichukua hatua. Sophia hakuvuta pumzi. Kisha mlango ulipokuwa unaanza kufunguka, Jacobs alisimama, alicheka kwenye simu yake chini na uchungu, na mlango ukafungwa tena polepole. Usijali, alisema kwa yule aliyekuwa upande wa pili wa mastari, sauti ikififia kadri hatua zake zilivyondoka. Nitafanya ionekane kama ugonjwa. Baada ya yote ana msongo wa mawazo, kampuni inawengesha usiku na mkana. Simu ilikatwa. Kimya kilijaa kama ngoma. Madam Margaret alimtazama Sophia, mishtuko ukipita usoni mwake kama mvua baridi. Sophia alimeza mate. Mama, alisongona mkono ukitetemeka, lakini sauti ikawa imara. Tafadhali nisikilize kwanza. Na ndivyo usiku mbaya ulivyoanza. Asubuhi iliyojaa amani. Masaa machache kabla ya kipindi hicho, asubuhi ilikuwa imeinuka laini na ya dhahabu juu ya Lagos. Matawi ya mitende yalitikisika kwa upepo mwepesi. Jumba jupe huko Ikoyi liliamka kama chombo kimya, malango ya kiteleza, minyunyizio ya maji ikilia, jiko likivuma kwa harufu ya chai tamu na makate safi. Sophia alikuwa ameamka tangu saa kumi na moja asubuhi, daima alikuwa hivyo alikuwa akihamia kama upepo wa upole, kupanguza, kuosha, kukunja, kuangalia maua karibu na piano, kupangusa reli ya kioo karibu na ngazi. Alihakikisha chumba cha kukaribisha kilikuwa kinga, sakafu za marmar zikiwaka kama maji tulivu, mapazia ya buluu yakianguka sawa na laini. Alikuwa akihesabu glasi kabla ya mkutano, alikuwa akiangalia betri kwenye remote. Alibaini alama kwenye ukuta wa ukumbi mkuu na kuifunika na picha ya familia iliyowekwa kwenye fremu ili madam asione masongo wa mawazo mahali ambapo kunapaswa kuwa na amani tu. Sophia alifanya mambo haya kwa sababu alijua ilikuwa inahisi vipi nyumba isipokuwa na amani. Wazazi wake walikuwa wamekufa miaka iliyopita, kwanza baba yake, kisha mama yake, kama mishumaa miwili ikizimwa katika upepo mmoja. Tangu wakati huo maisha yalikuwa magumu, kazi moja hapa, kazi nyingine pale, wakati mwingine kitanda, wakati mwingine benchi. Alijifunza kuwa kimya, wa haraka na mwangalifu. Alijifunza kufanya maeneo ya hisi salama hata wakati pesa zilikuwa chache. Alipopata kazi kwenye nyumba ya madam Margaret miezi mitatu iliyopita, alijiambia upe nyumba hii bora yako kama wimbo. Bibi Margaret, bilionea mwenye moyo makunjufu. Madam Margaret aliona. Alikuwa mkurugenzi mtendaji bilionea wa kampuni kubwa zaidi ya nguo nchini Nigeria. Mifumo yake ilining'inia katika madirisha ya maduka kutoka Yaba hadi Victoria Island. Alikuwa mkali lakini wa haki. Alisema asante wakati Sofia alifanya mambo madogo vizuri. Alivaa lesi ya bulu mara nyingi na kuweka miwani yake ikining'inia chini aliposoma. Wakati mwingine kazi ilipoisha mapema, alikuwa akimwita Sophia kwenye ofisi na kumtengenezea chai pia. Walikaa kwenye meza kubwa na kuzungumza kuhusu mambo yasiyo mazito tu, vitabu na jinsi sauti za barabarani zinavyosikika baada ya mvua. Mikono yako ni ya uangalifu, Madam alisema mara moja akimtazama Sofia akipanga waridi safi. mikono ya uangalifu huokoa nyumba isivunjike. Sofia alitabasamu, macho ya uangalifu pia, mama mwawi r kivuli Jacobs Nelson. Kulikuwa na kivuli kimoja tu nyumbani. Jacobs Nelson alikuwa mrefu, mzuri na mwenye miaka hamsini na tano na tabasamu ambalo halikufika machoni. Hakufanya kazi, hakuhitaji Aliruka kwenye ndege binafsi ya madam na kuendesha magari yake. Alikula na bodi wakati mwingine na kupenda kupunga mkono kwa kamera, lakini katika pembe za kimya, kicheko chake kilihisi chenye makali. Alikuwa akitupa viatu vyake sebuleni na kuviacha pale ili wengine wapite juu yake. Alikuwa akisema faida gani ya pesa hizi zote ikiwa hatuwezi kuishi huru. Kisha angepiga jicho na kumwambia Sofia alete kinywaji kingine. Sofia hakuhukumu haikuwa nafasi yake, lakini alitazama. Alibaini hakuwahi kumuuliza madam kuhusu siku yake. Alibaini alikuwa akiviringisha macho wakati madam alichukua simu usiku. Alibaini njia ya huzuni ambayo macho ya madam wakati mwingine yalikaa kwenye kitanda kidogo cha mbao kilichowekwa kwenye kabati la kiu kwenye ukumbi, kitanda ambacho hakijawahi kushikilia mtoto shakarkar dhoruba inakuja. Siku hiyo makana dhoruba ilijikusanya juu ya jiji, anga lilizito na kuwa kijivu. Radi ya kwanza ilisikika kama ngoma ya mbali. Sophia aliimaliza kusafisha chumba cha kukaribisha na kuelekea kwa chumba cha kulala cha madam ili kubadilisha mashuka na kupanguza meza za pembeni. Alipofika kwenye mlango, alisikia sauti ya Jacobs, si ya kucheza, si ya uvivu, ngumu. Nilikuambia tumalizisha kusubiri. Alitema, siwezi kutumia maisha yangu yaliyobaki kama hivi. Hawezi kunipa mtoto. Utajiri wote utakuwa wangu atakapokufa. Wazazi wake wamekufa, yeye ni mtoto wao pekee. Tutasema ilikuwa msongo wa mawazo, tutasema daktari alimwonya apumzike. Tutafanya usiku huu, tunaweza kupata dawa. Sophia aliganda, taulo iliteleza kidogo mikononi mwake, akili yake ilienda mbio lakini mwili wake ukawa kimya kama paka kabla ya kukimbia. Kila somo alilojifunza kuhusu mikono ya uangalifu na macho ya uangalifu lilisimama ndani yake. Hakutweta, hakuangusha chochote, hakusongona i Mungu kama kifua chake kilivyotaka chi Sofia amwokoa Madame Margaret. Hatua zilipiga nyuma yake, manukato ya upole yalijitokeza. Madam Margaret alikuja akibeba miwani yake ya kusoma na folda, akitembea kuelekea mlangoni kana kwamba hakuna kitu duniani kingeweza kuwa kibaya. Alimsogea simu yake, labda kumpigia mume wake ili kusaidia kubeba sanduku au kufungua dirisha. Sofia alihamia haraka kuliko hafu yake. Alisimama mbele ya madam, kuweka taulo na kusukuma mkono wake kwa upole juu ya mdomo wa madam. Usiseme neno, alisema sauti ikiwa mnongono mdogo sana. Mama, tafadhali sikiliza. Kwa mapigo ya moyo, Madam alitazama aki tu akishangaa kwamba mjakazi wake angethubutu, lakini kitu fulani katika macho ya Sophia, imara yenye mwangaza yakisihi, kilimfanya aamini. Madam hakupiga kelele, hakumsukuma Sophia mbali. Alibaki kimya sana. kupitia mlango Jacobs, aliendelea kuzungumza chini sasakana kwamba alikuwa amehamia ndani zaidi ya chumba. Ndio, nina anwani alisema. Kidonge kimoja na pumziko, inaonekana asili. Hakikisha ni safi sitaki habari. Nataka uhuru, nataka maisha mapya, mke mchanga. Familia huyu amenipa kitu gani? Uso wa Madam ulibadilika kwanza kuchanganyikiwa, kisha kuelewa kisha maumivu makubwa sana, hata yakafanya mabega yake kushuka. Alikuwa amemwamsha mwanaume huyu, alikuwa amefungua milango ya maisha yake kwake. Aliruka kwenye ndege yake binafsi na kutabasamu kwenye picha zake. Alikuwa amemchagua hata wakati ulimwengu uliuliza kuhusu watoto. Na sasa Sophia alihisi madam akitetemeka, na kwa upole akashika makono wake. Mama Alitengeneza maneno polepole pole kwa midomo yake hakuna sauti: piga simu polisi. Macho ya madam yalijaa machozi, lakini aliungwa kichwa. Alirudi nyuma kama mchezo wa dansi, akichukua hatua moja ya kimya. Pamoja walihamia mbali na mlango, chini ya ukumbi, kwenye ofisi ndogo. Sophia alifunga mlango wa ofisi bila kubonyeza. Vidole vya madam vilitetemeka alipopiga dharura. Alisongona sauti ilipojibu. Tafadhali kuja, mume wangu anapanga kunidhuru. Opereta aliuliza maswali, madam alijibu kwa maneno mafupi, akimtazama Sofia kana kwamba mjakazi alikuwa ardhi chini ya miguu yake. Opereta aliahidi msaada, vitengo viko njiani. Asante, madam alipumua. Nyumba ilidhani kusikia kila kitu, hewa ilihisi kama kiu. Chandeliers sebuleni lilitoa sauti ndogo, kana kwamba kiu kimoja kiligusa kingine. Nje doruba ilichana mua, ilianza kunyesha. Kisha hatwa zilirudi. Jacobs aliacha chumba cha kulalana kutembea kwenye ukumbi, simu ilimaliza, viatu vyake vilipiga marmar, alikuwa akiimba wimbo mdogo, alikuwa akielekea ofisi. Sasa karibu karibu, kigongo kiliguka. Sophia alitazama dirisha, aliweza kuisikia mbali kwanza, kisha kwa nguvu. Sirens zikisogelea kupitia barabara zenye mvua za Ikoi kama nyoka za fedha. Jacobs alitabasamu alipokuwa akisukuma mlango na kuingia ofisini, macho yakitazama chumba, yakitua kwa wanawake wawili, mke wake mweupe na mwenye nguvu, na mjakazi akisimama mbele yake kama mti mdogo ambao unakataa kuinama. Hii ni nini? aliuliza, sauti laini kama hariri. Mkutano ambao sikualikwa. Sophia aliinua kidevu. Madam alishika simu yake kwa nguvu. Sirens ziliongezeka kwa sauti. Lango nje lililia. Viatu vikubwa vilipiga jiwe lenye mvua. Tabasamu la Jacobs lilipepesuka. Sophia alichukua pumzi moja na kusema kwa utulivu wa mtu aliyekuwa akipanguza sakafu na kuokoka katika dhoruba. Mama, simama nyuma yangu. Anara, mashtaka na kesi Milango ya mbele ya jumba ilifunguka kwa kishindo na mlango wa ofisi ukapiga ukuta kadri hatua nzito zilivyokimbilia ndani. Dhoruba moja ilikuwa ya jeuri, radi ikipasua mbingu ya Lagos. Viatu vikubwa vya polisi vililia dhidi ya sakafu za marmar za jumba. Moyo wa Sofia ulipiga mbio, lakini alibaki imara mbele ya madam Margaret kama ukuta ambao hakuna mtu angeweza kusogeza. Jacobs aliganda tabasamu lake la ujasiri likivunjika, liki wunjika alipoona maafisa wenye silaha wa Kisukuma ndani ya ofisi. Macho yake yaliruka kati ya mke wake na mjakazi, akijaribu kuelewa mandhari. Hii ni nini? Akapiga kelele, sauti ikitetemeka sasa. Margaret, waambie waende. Sijafanya chochote. Lakini Madam Margaret alisimama kimya, miwani yake ya kusoma chini kwenye pua yake machozi ya kiwaka, lakini sauti yake imara. Ulikuwa unapanga kuniua, Jacobs alisema maneno yake yakikata kama kioo. Nilisikia yote, kila neno. Jacobs alicheka kwa wasiwasi, wasi, sauti yake ikivunjika. Ilikuwa ilikuwa utani, unajua, mimi nilikuwa nikijaribu kusikika mwenye nguvu kwenye simu hiyo tu. Afisa polisi mkuu, mwanaume mrefu mwenye uso mkali, aliinua mkono wake. Bwana, umekamatiwa kwa mpango wa kujibu mawaji alitangaza. Hapana. Jacobs alipiga kelele akirudi nyuma. Ni uongo. Yeye ni mke wangu. Anajua ninampenda. Hii ni kutokuelewana tu. Lakini alipojaribu kupambana, maafisa wawili walisogea mbele, wakikamata mikono yake na kuweka pingu baridi kwenye mikono yake. Jacobs aliugeuza uso wake kwa ukali kuelekea Sofia Macho yake yakiwaka kwa hasira. Wewe, alitema, sauti ikiwa chini na sumu. Hii ni kazi yako. Kifua cha Sophia kilikaza, lakini hakuogopa. Alimtazama moja kwa moja machoni, tulivu lakini bila hofu. Hapana bwana, hii ni kazi yako. Polisi walimwongoza nje, sauti yake ikilia chini ya ukumbi. Mimi sina hatia, nimewekwa mtego. Margaret, tafadhali, wewe unajua mimi Kimia kilianguka kamilango ilipofungwa nyuma yake. Ni dhoruba tu iliyoendelea, kana kwamba angalenyewe lilikuwa limeshuhudia uhaini. Madamu Margaret alishuka polepole pole kiti, mikono yake ikitetemeka. Alipovua miwani yake kwa muda, alionekana kanamzi wa miaka kum nguvu zake zikiwa zimekatwa wazi. Sofia aliharakisha kwa upande wake, akapiga goti. Mama, uko sawa? Alisongona. Margaret alimsogea akikamata mkono wa Sophia kwa nguvu. Machozi yake yalianguka, lakini sauti yake ilikuwa imara. Kama hungenizuia, kama hungeambia nisikilize... Aliikisa kichwa chake akishindwa kumaliza. Umeokoa maisha yangu. Sophia alishusha macho yake, koo lake likikaza. Nilifanya tu lililokuwa sahihi, mama. Margaret aliweka mkono wa Sophia kwa mkono wake unaotetemeka. Hapana, ulifanya zaidi ya hayo. Ulinipa ukweli. Nje, taa zilivyometa nyekundu na bulu zilififia kadri magari ya polisi yalivyondoka. Nyumba ilihisi tofauti, tupu lakini salama zaidi. Lakini katika kimya hicho, sura mapya ilikuwa ikianza, kwa sababu kesho ulimwengu ungefahamu kilichotokea ndani ya jumba la Jacobs. na maisha ya Sofia yaliyokuwa yamefichwa katika kivuli cha huduma yalikuwa yakobadilika milele. De kesi mahakamani. Asubuhi ilichomoza na uzito mzito kuliko dhoruba usiku uliopita. Habari zilikuwa tayari zimesambaa. Mume wa CEO bilionea amekamatiwa katika mapango wa mauaji wa kushangaza. Kamera zilimeta nje ya malango ya mahakama, waandishi wa habari wakipiga kelele maswali, mivumvuli yao ikipiga mbizi kwenye mvua ya Lagos. Ndani hewa ilikuwa nzito na minong'ono. Sofia alikaa karibu na madam Margaret kwenye bendi ya mbao iliyosuguliwa, lakini wakati huu hakuwa katika sare yake ya rahisi ya mjakazi. Margaret alikuwa amemvika gauni la dhahabu lenye umaridadi na ling'arao dhidi ya ngozi yake nyeusi. Nywele zake ambazo kwa kawaida zilikuwa zimefungwa nyuma zilikuwa zimepangwa vizuri hakuwa anaonekana kama msichana aliyekuwa akipanguza sakafu kabla ya mapambazuko. Madam Margaret, mwenye fahari katika gauni lake jeupe la lesi na miwani yake maarufu, aliweka mkono wake wa utulivu kwenye mkono wa Sofia. Kumbuka, alisema kwa upole, wewe ni sehemu ya familia hii sasa. Inua kichwa chako. Mlango wa mahakama ulifunguka, macho yote yaligukezwa. Jacobs Nelson alitumbukia ndani, mikono ikiwa na pingu, afisa polisi kila upande. Mabega yake yaliyokuwa na fahari yalishuka, suti yake ilichakaa kutokana na usiku uliofufuliwa. Alitazama huku na kule kwa dharura, kana kwamba alikuwa akitafuta njia ya kuandika upya yaliyokuwa tayari yameandikwa. Mahakama, simama! Katibu alipiga kelele. Jaji aliingia mkali na mwenye utulivu, na michakato ilianza. Mashtaka haya kupoteza muda Mheshimiwa wakili alisema sauti yake kali. Tunawasilisha ushahidi kwamba mdaiwa Bwana Jacobs Nelson alipanga kuchukua maisha ya mke wake, Madam Margaret Jacobs, ili kurithi mali yake kubwa. Tutathihirisha hili kupitia ushuhuda na, muhimu zaidi, kupitia maneno yake mwenyewe. Macho ya Jacobs yalikuwa, maneno gani? Alitoa mnongono, kisha mahakama ilikaa kimya kadri rekodi ilipochezwa. Kutoka kwenye vipaza sauti, sauti yake ilikuja laini, ujasiri na wazi: kwa kifo hawezi kunipa mtoto. Utajiri wake ni wangu. Atakapokufa tutaufanya uonekane asilia. Nataka uhuru, nataka mke mpya. Huyu amenipa kitu gani? Mshtuko ulijaza mahakama. Watu wengine waliningirisha vichwa vyao kwa kushangaa, wengine walimtazama Margaret kwa huruma. Jacobs alichomoza, sauti yake ikiwa ya dharura Ilikuwa utani, utani wa kipumbavu, sikumaanisha yoyote ya hayo. Lakini usoni mwa jaji haukuwa na huruma. Unakiri hii ni sauti yako? Ndio, lakini hakuna maelezo zaidi yanahitajika. Jaji alimkata mdai. Aliendelea Mheshimiwa, tunaumba uzito kamili wa sheria. Mwanaume anayepanga kumsaliti mke wake, mwanamke aliyempa kila kitu, anastahili hakuna huruma. Jacobs alishuka kwenye kiti chake. Uso umebaki pale. Macho yake yalipiga mara moja tena kwa Sophia, yakiwaka kwa mchanganyiko wa hasira na majuto. Alikutana na macho yake kwa utulivu, mikono yake ikiwa imekunjwa kwenye paja lake. Nyundo ilipiga. Maneno ya jaji yalizungumza. Jacobs Nelson, mahakama hii inakutambua kuwa na hatia ya mpango wa kujibu mawaji. Unahukumiwa kifungo cha miaka kumi. Mahakama ilikasirika, waandishi wa habari wakiandika, watazamaji wakiwa wananong'ona. Margaret alifunga macho yake, machozi yakiteleza chini ya mashavu yake. Aligeukia Sophia, akakamata mkono wake na kunong'ona, asante kwa kuniokoa. Lakini hata kadri Jacobs alivyokokotwa mbali, akipiga kelele kwamba hakuwa na hatia, Sophia alijua hii haikuwa mwisho. Hii ilikuwa mwanzo tu wa maisha mapya ambayo nafasi yake katika ulimwengu wa margaret ilikuwa karibu kuandikwa upya milele. Maii binti mpya. Siku baada ya kesi zilihisi kama kuingia katika ulimwengu mpya kwa Sofia. Waandishi wa habari walijikusanya nje ya jumba wakitamani kuona ceo bilionea aliyenusurika uhaini wa mume wake, lakini malango yalipofunguka haikuwa ni madam margaret tu wakaona ilikuwa ni Sofia akisimama karibu naye katika dhahabu. Hakuwa amefichwa tena katika vivuli vya huduma. Margaret alifanya uamuzi ambao ulishangaza kila mtu. Kuanzia leo, alitangaza katika mkusanyiko wa vyombo vya habari, sauti yake imara na wazi, Sofia si mjakazi wangu tu, yeye ni binti yangu. Maneno yalipeleka mawimbi kupitia umati, kamera zilimeta kwa nguvu. Sophia aliyeshangaa aliinama kichwa chake, kifua chake kilijaa hisia ambazo hakuweza kuweka katika maneno. Alikuwa amebadilika kutoka kwa kupanguza sakafu hadi kutambuliwa kama familia na mmoja wa wanawake wenye nguvu zaidi nchini. Lakini Margaret hakusimama hapo. Alimsajili Sophia kwa mitihani ya kuingia chuo kikuu. Sophia alipopita kwa alama za juu Margaret alimsajili katika chuo kikuu bora mojawapo Lagos, kusoma uhasibu. Siku ya kwanza ya darasa ilikuwa ya kutisha kwa Sofia. Alitembea katika kampus akiwa amevaa blausi nyeupe safi na skati ya navy, akishikilia vitabu vyake karibu na kifua chake. Wanafunzi walinong'ona alipopita. Wengine walikuwa wameona uso wake kwenye habari. Wengine walijua tu kama msichana ambaye Madame Margaret alikubaliana. Lakini Sophia aliinua kichwa chake, akikumbuka maneno ya Margaret. Inua kichwa chako, unastahili kuwa hapa. Maisha ya chuo kikuu hayakuwa rahisi. Sophia alisoma usiku kucha, akimimina juu ya vitabu hadi macho yake yalipuza. Alikabiliana na wanafunzi wenye wivu walionong'ona kwamba alinunua njia yake bila kujua mapambano yaliyomfanya, lakini hakuruhusu uchungu kugusa moyo wake. Alifanya kazi kwa bidii, akajithibitisha kila hatua. hanasamdar ushindi na maisha mapya. Miaka minne baadaye, Sophia alijumuika kama mwanafunzi bora katika idara yake. Ukumbi ulipiga makofi kadri alipotembea juu ya jukwaa akiwa amevaa kofia na gauni yake. Margaret alikaa katika safu ya mbele, machozi machoni, akipiga makofi kwa fahari. Sophia alipaungana na kampuni ya Margaret kama afisa wa hesabu, ilihisi kama bahati. Hakubeba tena sinia au kupangusa meza za kioo, alibeba faili kusaini hati na kutoa mawasilisho yaliyowacha wajumbe wabudi wakiungwa vichwa kwa heshima. Nguvu yake ya kimya, nguvu ile ile iliyomwokoa bosi wake, sasa iliongoza fedha za kampuni. Ilikuwa wakati huo Sofia alikutana na Johnson. Alikuwa mkuu kijana kutoka shirika lingine, mrefu na mwenye moyo wa fahari na macho ambayo yalionekana kumuona kwa njia ambayo hakuna mtu mwingine alikuwa amemwona. Mazungumzo yao ya kwanza yalikuwa kuhusu kazi, lakini haraka yalikuwa kuwa simu za usiku. Kicheko kilichoshirikiwa na macho yaliyoibwa katika vyumba vilivyojaa watu. Ndani ya miezi, Johnson alipendekeza na harusi yao haikuwa chochote isipokuwa ya anasa. Margaret hakubagua gharama, akimpa Sophia aina ya sherehe ambayo hapo awali alikuwa akiota tu. Sophia alipotembea chini ya njia katika gauni lake jeupe linalopuliza, aliona Margaret akitabasamu kupitia machozi, furaha yake ikiang'aa kuliko almasi yoyote kwenye ukumbi. Lakini hata kadri Sophia alivyoanza maisha yake mapya kama mke, Margaret alibeba uamuzi mmoja mzito moyoni mwake, chaguo la kukabiliana na Jacob Stena Dari Ers masamaha. Miaka miwili ilikuwa imepita tangu harusi ya Sophia. Maisha yake na Johnson yalikuwa yamejawa na kicheko, asubuhi za kimya na ndoto za familia. Mara kwa mara alitembelea jumba ambapo madam Margaret alimkaribisha kama binti wa kweli, lakini nyuma ya tabasamu la upole la Margaret kulikuwa na kitu ambacho hakujawahi kutatua: kivuli cha Jacobs. Ingawa mahakama ilikuwa imefunga sura yake, moyo wake haukuwa umefanya hivyo. Hakuweza kufuta uhaini lakini pia hakuweza kuishi milele akiwa na uchungu. Siku moja mchana, alimuuliza Sofia amjenge kwenye meza ya bustani. Jua lilikuwa la upole likipita kupitia miti ya embe. Margaret alirekebishwa miwani yake na kuzungumza polepole pole. Mtoto wangu, alianza. Msamaha si kuhusu wao kustahili, ni kuhusu kujiweka huru. nimebeba uzito wa uhaini wa Jacobs kwa muda mrefu, kesho nitamuona. Macho ya Sofia yalikuwa mama, baada ya yote aliyopanga kukufanyia kwa nini? Margaret alitabasamu kidogo. Kwa sababu nguvu si tu katika kuadhibu, ni pia katika kuacha kwenda. Ziara gerezani. Siku iliyofuata, Margaret aliingia gerezani akiwa na Sofia kando yake. Mwangwi wa malango ya chuma ya kifungwa nyuma yao ulipeleka baridi kupitia mwili wa Sofia. Walinzi walimtoa Jacobs nje. Muundo wake uliokuwa na fahari ulikuwa umeinamishwa, ni wele zake zilikuwa za kijivu zaidi, uso wake ukiwa na mistari ya majuto. Macho yake yalipokutana na ya Margaret aliganda. Polepole alishuka magotini, machozi yakimwagika. Sistahili kukuona, alisongona, nilikuwa kipofu mkoyo mpumbavu, lakini hapa wewe unasimama. Sauti ya Margaret ilikuwa tulivu, imara kama mto Jacobs, ulijaribu kuniharibu, lakini nilikataa kuishi katika minyororo ya hasira. Ninaondoa kesi, utawachiliwa, lakini ndoa yetu inaisha leo. Kutoka kwenye mkoba wake alitoa karatasi za talaka na kuziweka mbele yake. Ninakusamehe, lakini kamwe tena, kama mume na mke. Kulia kwa Jacobs kulijaza chumba. Unanisamehe baada ya yote niliyofanya? Ndiyo, Margaret alijibu kwa upole kwa sababu ninachagua amani. Kisha alimshangaza zaidi, alitoa hati uhamisho wa akaunti wa dola milioni moja. Anza maisha yako tena, itumie vizuri, fanya hii nafasi yako ya pili. Jacobs alianguka katika machozi akikamata karatasi. Sistahili wema huu, alisema kwa kuvunjika. Macho ya Margaret yalinga alipogiuza uso mbali. Sofia alisaidia mkono wake na pamoja waliacha gereza, wakimwacha jacobs nyuma na huruma zaidi kuliko alivyowahi kudhani. tarais mazunguko kamili. Miaka miwili baadaye, Sophia alishikilia mtoto wake mchanga wa masichana mikononi mwake. Yeye na Johnson walimwita amara Grace wakati Margaret alibeba mtoto. Machozi yalimwagika chini ya mashavu yake. Alibusu paji la mtoto na kunong'ona, hili ndilo ndoto nililofikiria halitawahi kutimia. Katika wakati huo akizungukwa na upendo, Sophia aligundua safari yake ilikuwa imefika mazunguko kamili. Hakuwa tena mjakazi maskini aliyepanguza sakafu kimya, alikuwa binti, mke, mama na mwanamke ambaye ujasiri wake ulikuwa umeokoa bilionea na kuunda upya bahati yenyewe. Na kadri Margaret alivyozungushia amara mdogo usingizini Amani hatimaye ikatulia juu ya jumba ambalo hapo awali lilikuwa na mwangwi wa uhaini. Kama umependa hadithi hii, tafadhali comment, share na subscribe kwenye channel yetu kwa hadithi zaidi za kuvutia.